Sio kwamba anatisha bali ni kutokana na miguu yake kwenye kuzifesi nyavu za walinda milango. Huenda magolikipa wengi ukiwauliza swali hili, ni mstraika gani ambao hapendi kukuonana naye, basi watakambia ni Robert Vandawaske, mwamba huyu kutoka kwenye mji wa Woso. Huenda ndiostraika mwenye tuzo nyingi barani Ulaya na straika huyu ni miongoni mwa mastraika bora na hatari kuwahi kutokea kwenye ulimwengu huu. The Robert Lewandowski alizaliwa tarehe 21 Agosti ya mwaka 1988 huko kwenye mji mkuu wa Warsaw nchini Poland. Mpaka sasa ana umri wa miaka 36, ana urefu wa mita 1.85 sawa na futi sita na inchi moja. Ana uzito wa kilograms 81. Robert Lewandowski alizaliwa kwenye mji wa Warsaw na baadaye kukulia kwenye mji wa Rezizno na kwenye mji huo akapata timu yake ya kwanza ambao alianza kuichezea kwa namba ya 19 iitwayo Partizan Tiresino. Baadaye alijiunga na Vasovia Wozo na baadaye Delta Wozo mwaka 2003 akifunga mabao manne mwishoni mwa msimu kwenye michezo 17. Msimu wa 2006/2007 akawa mfungaji bora wa ligi daraja la tatu ya Polish akifunga magoli 15 na kusaidia timu yake ya Azeni Chiproshko kupanda daraja la pili. Na msimu uliofuata akawa akawa pia mfungaji bora mfungaji bora wagida daraja la pili akifunga magoli ishirini na moja akiwa na Zenit Proskov, amecheza mechi 59 na kufunga magoli 36. Mwaka 2008 klabu ya Lech Poznan ya nchini Poland ikamsaini Robert Lewandowski alitokea Zenit Proskov akitokea kwa ada ya usajili euro laki tatu na nusu, lakini wakala wake kwa wakati ule Cezary Kucharski aitaka kumpeleka Robert Lewandowski ye klabu ya Sporting Jong ya, ya nchini Spain ambayana shiriki la Liga 2 lakini klabu hiyo ikamkataa. Akiwa Lech Poznan amecheza mechi 55 na kufunga magoli 32 huku akitumia klabu hiyo mpaka mwaka 2010. Pia akiwa Lech Poznan alifanika kutoa kombe la ligi mara moja, Polish Super Cup mara moja na Polish Cup mara moja. Juni 2010 akajiunga na Borussia ya Dortmund ya nchini Ujerumani na akafunga goli lake la kwanza zidi ya Schalke 04. Na alifadika na injury ya striker namba moja wa Dortmund kwa wakati huo, Lucas Barrios, mmhm moja kwa moja. Na, na kufunga magoli 74, pia amefanikiwa kutoa Bundesliga mara mbili; DFB Pokal mara moja na DFL Super Cup mara moja. Novemba 2013 akatangaza kusaini mkataba awali na Bayern Munich. Na Januari 1 akasaini mkataba rasmi wa miaka minne, na baadaye tarehe 9 Julai 2014 akatambulishwa rasmi kwenye klabu ya Bayern Munich. Na klabu hiyo amecheza mechi 253 na kufunga magoli 238, pia amefanikiwa kutoa mataji makubwa ikiwemo Bundesliga mara 8 DFB Pokal mara tatu, DFL Super Cup mara tano, na UEFA Champions League na mara moja, na FIFA Club World Cup mara moja, na FIFA timu ya taifa ya Poland alianza kuitumikia mwaka 2007 kwenye ngazi ya vijana chini ya umri wa miaka 19 akicheza mechi moja na bila kufunga bao, na akaitumikia pia timu ya vijana ya Poland chini ya umri wa miaka 21 akicheza mechi tatu bila kufunga bao, na baadaye mwaka 2008 akaanza kuitumikia Poland ya wakubwa akichezea mechi 155 kufunga magoli 85 mpaka sasa. Nilipokuambia kuwa wenda Robert Lewandowski ndiye mchezaji barani Ulaya mwenye tuzo nyingi zaidi nilikuwa na maisha na hizi ni miongoni mwa tuzo alizozivuna akiwa anacheza suka kwenye maisha yake mpaka sasa tuzo ya kwanza ni European Golden Shoes amechukua mara mbili mwaka elfu mbili na ishirini na mwaka 2021 tuzo ya pili ni Best FIFA Men's player of the year amechukua mara mbili mwaka elfu mbili ishirini na mwaka elfu mbili na ishirini na moja Na tuzo ya tatu ni FIFA Pro World Fest 11 amechukua mara mbili mwaka 2020 na mwaka 2021. Tuzo ya nne ni FIFA Club Tuzo ya saba ni IFFHS, World Best Top Division Gold Scholar mwaka 2021. Tuzo ya nane ni IFFHS Men, World Team mara mbili mwaka 2020 na mwaka 2021. Tuzo ya tisa ni IFFHS, Men's, Team of the Decade mwaka 2011 na mwaka 2020. Hizo amechukua mara mbili. Tuzo ya kumi ni IFHS, UEFA, Team of the Decade kachukua mara ni ni mbili mwaka 2011 na mwaka 2020. Tuzo ya 11 ni UEFA Men's Player of the Year kachukua mara moja mwaka 2020. Tuzo ya 11 ni UEFA Champions League Forward of the Year kachukua mara mbili mwaka 2020 na mwaka 2011. Tuzo ya 12 ni UEFA Champions League Top Goalscorer kachukua mara moja mwaka 2020. Tuzo ya kumi na tatu ni UEFA Champions League Top Assisted Provider msimu wa 2020. Tuzo ya 14 ni UEFA Champions League Squad of the Season kachukua mara nne. Tuzo ya 15 ni UEFA Team of the Year kachukua mara mbili mwaka 2019 na mwaka 2020. Tuzo ya 16 ni UEFA Euro Qualifiers Best Player mara moja mwaka 2016. Tuzo ya, ya 17 Laureus World Sports Award mwaka 2021. Tuzo ya 18 ni Golden Foot mwaka 2022. Tuzo ya 19 ni ESM Team of the Year mara tatu. Tuzo ya ishirini ni ESPN Streak of the Year mara moja mwaka 2022. Tuzo ya 21 ni European Sport Person of the Year mwaka 2020. Tuzo ya 22 mara mbili mwaka elfu mbili na ishirini na mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Tuzo ya ishirini na tatu ni Football Player of the Year mara mbili ya ishirini na tatu mara mbili Mwaka 2020 na mwaka 2021. Tuzo ya 26 ni Globe Soccer Best Player of the Year mara moja mwaka 2020. Tuzo ya 27 ni Globe Soccer Fans Best Player of the Year mara moja mwaka 2021. Moja, moja, tuzo ya 28 ni Bundesliga Top Goal Scorer mara saba na tuzo ya 29 Footballer of the Year in Germany mara mbili. Tuzo ya 30 ni Bundesliga Team of the year mara saba na tuzo ya 31 ni DFD Poko top goal scorer mara tano. Tuzo ya 32 ni Lech Poznan all time first 11. Tuzo ya 33 ni Zenik Toskov best player in the history. Tuzo ya 34 ni FC Bayern Munich player of the season kachukua mara tatu. Tuzo ya thelathini na tano ni Pichichi Trophy mwaka 2022. Tuzo ya thelathini na sita ni La Liga Team of the Season mara mbili. Tuzo ya 37 ni La Liga Player of the Month mara nne. Tuzo ya thelathini na nane ni Globe Soccer Maradona Award mwaka 2021. Tuzo ya 39 ni Polish Player of the Season mara moja mwaka 2009. Tuzo ya arobaini ni Polish Goal Scorer mara moja mwaka 2009. Tuzo ya arobaini na moja ni Polish Goal of the Season mara moja mwaka 2008. Tuzo ya arobaini na mbili ni Two Liga Polish Goal Scorer of the Season mwaka 2007. Tuzo ya arobaini na tatu ni Two Liga Groups Top Goal Scorer of the Season mwaka 2006. Tuzo ya 44 ni Polish Footballer of the Year mara kumi na mbili. Tuzo ya arobaini na tano ni Polish Young Player of the Year mara moja mwaka 2008. Tuzo ya arobaini na sita ni Polish Football Association National Team of the Century toka mwaka 1919 mpaka mwaka 2019. Tuzo ya arobaini na saba ni VDV Bundesliga Player of the Season mara tano. Na tuzo ya arobaini na nane ni VDV Bundesliga Team of the Season mara kumi. Na tuzo ya arobaini na tisa ni Bundesliga Player of the Season mara mbili. Na tuzo ya hamsini Bundesliga Goal of the Month mara tatu.